Okay guys, story time. Jinsi gani ambavyo tuli ilikuwa bado nusu tupate hasara ya, ya karibu Project ya milioni ishirini kisa kutokusajili kampuni na ilikuwa, ilitaka kupelekea sisi hapa tuweze kupoteza thamani yetu kama, kama kampuni ya Intelfect Technology. So, hii story ilianzia wapi? Tulipata tuli gig moja uh, na kutoka kwa CEO mmoja anaitwa Dr. Kran ambaye ni CEO wa kampuni inaitwa Concept Group. So tulipata connection yake mbalimbali kidogo from the LinkedIn na nini connections hapa na pale, akatualika uh, kwenye kikao. Alipenda the idea ya project yetu, the idea ya kampuni yetu uh, ndo, one, uh, katika kampuni ambazo tunafanya software development sana sana, tumeji specialize kufanya SaaS solutions uh, kutengeneza AI mifumo mbalimbali ambayo tunaintegrate na AI kwa hiyo alitualika kwenye kikao eh? Sasa kwenye kikao chake tulipofika akatwambia unaona? Lakini alituelewa na tukawa tuna fanya fanya kikao naye na hapa na pale. Akatwambia inabidi mfanyaje, mwe mmeregista kila kitu ili tu tunafanya kazi. Tukamwambia hamna shida. Sasa katika harakati za kutafuta hiyo uh, yani, usajili wa kusajili kampuni tukakutana na law firm moja, sitoitaja kwa majina, na hiyo CEO wa hiyo law firm yeye ni mwanasheria akatuambia na yeye anapenda kazi ambazo tunazifanya kwenye masuala ya kisheria, akatusajilia kampuni yetu, tukakaa vizuri na nini. Tukamwambia sawa, kuna shida so, tukawaza hadi idea project ideas ambazo tunaweza tukazifanya. So tuka discuss project moja ambayo ilikuwa ina cost about ilikuwa uh, milioni, thamani yake ni kama milioni 20 plus. So hiyo project ilikuwa ni ya kwenye masuala ya law firm, unaona? Ilikuwa kifupi ni automation, automation yani ni task of kwenye masuala ya law firm, wanasheria wanakuwa na watu wengi wanakuwa na wateja na nini. Kwa hiyo kwa hiyo unaa tutengeneze mfumo ambao utamsaidia kuhandle zile activities na baadhi ya vitu vingine, lakini pia project yake ilikuwa ni kubwa sana, ingetuchukua kama mwaka, umeona, na kuweza kuikamilisha, unaona, na kuweza ku facilitate kazi nyingine ambazo, kuweza ku automate kazi nyingine ambazo zinafanyika hapo ofisini kwao na, baadhi ya vitu, umeona, na, kwa hiyo thamani yake ilikuwa ni kubwa, na sisi tuliagree kwamba atusajilie uh, kampuni alafu uh, sisi tuifanye project, umeona, na, for almost free kiukweli uh, tulikubaliana, na siku akatualika kwenye kikao hapa, ndo stori inapokua tamu. Alivyotualika kwenye kikao, bwana, tukafika. Alitualika kama, tu, tu, kama tuseme tu, siku mbili uh, before tukampa taarifa kwamba tunakuja, ndio ndio tukakonfirm uh, siku sasa. Mimi kama mimi naenda uh, kwenye kikao uh, niko mlangoni nafika na nakutana naye ananambia nimekupigia ni kwambie nimeahirisha kikao. Yani nimefika nyumbani, yani ofisini kwake, ananiambia uh, ndo nimekupigia na nikwambie nimeahirisha ahirisha kikao na nini, kwa sababu nimekuwa na dharura. I understand lawyers wanakuwa na mambo kibao, lakini honestly ili ni disappoint uh, mimi kama mimi, na pia istoshe nilikuwa niko kwenye route ya safari nyingine, kwamba ningemkosa yeye ile siku ile basi nisingepata tena labda baada ya muda fulani, kwa hiyo akanambia kama utaweza kunisubiri nisubirie na mimi kwaona, it's okay, naweza nikakusubiri nikamsubiri pale kuanzia saa mbili asubuhi mpaka nifika saa nane mchana. Umeona, nifika saa nane mchana, ah nimesha kuwa disappointed. Nampigia hapo okay, namtumia meseji ajibu. Nikawaambia co-founders wenzangu kwamba bana, kinachoendelea sasa hivi ni hichi na hichi na hichi ah, wakanambia mwanangu, hapa unashusha brandi ya kampuni yetu just mtumie tu taarifa mwambie unaondoka, mwachie document zote, akiwa tayari kufanya kazi na nyie atawatafuta, atatutafuta sisi. Kwa hiyo nikamwachia tu message, kama brother, nimeshindwa kuvumilia, nimekuwa na ratiba utatutafu nyingi, nimekusubiria mpaka sasa hivi unipe feedback. Kwa hiyo i have to i have to go, unaona? Yeah, kwa hiyo kama document nimekutumia kila kitu, wewe mwenyewe ukiona unaweza kufanya kazi na sisi, utatutafuta, utatutafuta kwa wakati mwingine, right. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo nika tukaondoka . So tulivyoondoka, bahati nzuri uh, tuka, katika kutafuta tafuta watu pia bahati mbaya, katika kutafuta tafuta, tafuta watu tulikutana na watu kibao wenye kutusaidia kutengeneza kusajili kampuni kwetu. Uh, tumekaa vizuri, fully registered as a software development company. Walikuwa wanachaji hela kibao, wana mambo mengi na nini, lakini sasa bahati nzuri ilipokuja ni kwamba tulikutana na this, uh, tax firm moja Jamaa ni CEO wa hiyo tax firm moja inaitwa Sunrise. Akatwambia mimi I can help you guys. Shida ndio hiyo tu, yes. Kwa hiyo akatusaidia mwanangu, akatusaidia ku, kuregista kampuni, tuka akatusimamia kila kitu, vitu vinakuaje, ku-register TRA e, na vitu vyote akatusimamia. Everything yani alitufanyia hadi leseni za biashara, ah, uh, vitu vyote vikawa yani vimenyoka. Mwanangu, before kwanza ya hapo nyuma tulikutana na, na baadhi ya wanasheria ambao kwenye kuandaa zile memorandum of association walitupiga yani hela kubwa na nini. Baadaye o tukaja tukapata mwanasheria ambaye tunaweka naye sana sasa hivi, bei zake zilikuwa sio kubwa kama compared na wale wa mwanzoni. Na huyu jamaa pia wa wa, wa, huyu ambaye alisaidia kusajili kampuni akakubali pia kuwa mwasibu wetu kuna wanakoo tukampa na ko, tuka contract ya kwa mwasibu wetu. Kwa hiyo akatusaidia kila kitu, tukafanya vitu vika vikaenda na mwisho wa siku tulikuja kumlipa hela baada ya sisi tumepata vitu vyote, na tukamlipa hela na hela na hela, ambayo tulimlipa ni reasonable na ni ku, ni, ni yani sio kubwa wala ndogo, ila inastahili kwa sababu zile nyingine zilikuwa ni kubwa sana, yani ni kubwa sana ambazo tulikuwa tumekutana nazo. Na kwenye riski ya kupoteza project ya thamani ya almost 20m, kwa hela kwa, yani kwa ambayo haifiki hata milioni moja kwenye kusajili kampuni, unaona? Kwa hiyo yeah, ndo alitusaidia tukasimamia na tukapata mfanyakazi kwenye uh, nanili yake kwenye femu yake tukapata, ambaye ndo mfanyakazi akawa anatufanyia ndo mtu wetu, mwasibu wetu pia kwa mwajiri kwa hiyo Yeah, that's a story about ilikuaje usajili na nini. So, cha kujifunza hapa ni kwamba unapokuwa unafanya uh, maamuzi ya kusajili kampuni usikurupuke. Jambo la kwanza usitumie pressure kubwa. Uh, jambo la pili, no thamani yako, jua thamani yako wewe kama kama, founder, kama CEO wa biashara yoyote ile, jueni thamani ya kampuni yenu, msije mkariski vitu kwa sababu na haraka ya kupata kitu fulani kingine naposajili kampuni uh, ni vyema au ni muhimu kuwa na dokumenti. so, yani uliza mtu, uh, au mfuatilie mtu kabla hujaenda kuanza hizo process, muulize mtu dokumenti gani zinahitajika, yani vitambulisho vya aina gani vitu gani, yani kwenye ninavyo vyote vyote vyote, itawasaidia sana, yani itawasaidia sana sana. Yani, hivyo ni vitu ambavyo unaona, pia unatakiwa jifunze au uweze kuvi consider unapotaka kusajili kampuni ama unapotaka kuanzisha registration ya biashara au product kwenye kuregister na vitu kama. Kingine cha, cha mwisho ni usifanye mwenyewe, usifanye mwenyewe, tafuta mtu, tafuta mtu. Kwa upande wangu mimi naweza nikasema uh, jamaa wa Nanili walitusaidia sana, jamaa wa Sunrise, uh, walitusaidia sana, na nitaweka namba zao hapa kwenye skrini. Kama una changamoto utaenda uta, ukawafuta Ukawaambia kwamba na taarifa ama kutoka kwa sababu nimesha wa consult kwamba nitawa mention kwenye video na nini. kwa hiyo, watafute, wata, wata, wata kusaidia na hii sio promotion wala chachote, ni sisi hapa these guys ku, kuwaambia kwamba katika stori yetu na sisi uweze kuwaweka Mwana. Yeah. Kingine yeah, cha muhimu ndo hicho. Yeah, so uh, ndo jinsi ambavyo tuliitatua na tumwenu umejifunza mambo mengi na mimi sina la ziada. Niambie hapo kwenye comment ya, niambie kwenye comment una, una ni kitu gani ambacho kukutana nacho. Bye, bye.